Na mimi kama sehemu ya uongozi wa nchi nataka nikuhakishie kuwa serikali chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan inatambua mchango wa chuo hiki kwa ajili ya watu wote wa Tanzania wakiwemo askari wetu, kwamba hili ni eneo la kurekebisha tabia kwa watu. Imani yangu ni kwamba mtaendelea na kasi ile ile na miradi ambayo mmeianzisha. Nimefurahishwa sana kwamba mnajenga holi hapa, lakini mmeamua vile vile kujenga madarasa kwa fedha zenu za ndani na sasa mmefika kwenye renta na kwa kweli, kwa sababu nimefurahi sana, kwanza kwa mapokezi mazuri na namna mlivyojipanga. A, nikaona na mimi nisitoke mikono mitupu. Lile darasa mnalolijenga linahitaji mabati mia tatu, hayo nitayatoa mimi kwa ajili ya kuwasaidia ili tujenge hilo darasa. Mheshimiwa rais wetu kama champion ama kinara wa nishati safi ya kupikia nchini na Afrika na dunia kwa ujumla alitoa katazo la kuondoa matumizi ya kuni kwenye maeneo ambako kuna pikwa zaidi ya watu 100. Wewe pamoja na wenzako umefanya kazi hiyo kwa haraka. Leo tunayo furaha kusema kuwa magereza 129 zote wamehama kwenye matumizi ya kuni, wanatumia nishati safi. Na kupongeza sana, sana kwa wepesi huo, na nikiwa waziri mwenye anayesimamia sekta ya nishati nchini, nataka niwaelekeze